Mradi wetu wa REGROW wenye thamani ya shilingi bilioni 37 tunaendelea nao, tunakwenda vizuri, kasoro ziko chache na nimewaelekeza TANAPA. Kiwanja cha ndege hiki, tunaona mkandarasi amefanya kazi lakini hajamaliza mradi ule, na sisi kama wizara tuliona kuna umuhimu wa kumuondoa mkandarasi ule kwa sababu kashindwa ja. Ulitakiwa kukamilika tangu mwaka jana, mwaka 2024, mradi haujakamilika kwa hiyo nimewaelekeza TANAPA ni muhimu mpaka kufika tarehe tano ya mwezi wa kumi na mbili tuwe tumeshapata mkandarasi mwingine ili amalizie kipande cha asilimia arobaini kilichobaki cha ujenzi wa kiwanja cha ndege. Leo tumefika tumeona watalii wanakuja kutoka maeneo mbalimbali, na hasa hao watalii wanaopitia Zanzibar wanafika kwenye hifadhi hii kwa ndege. Sisi tunatamani tupate ndege kubwa zinazoweza kuchukua watalii zaidi ya mia moja. Kwa sasa hivi tunapata ndege ambazo zinachukua watalii arobaini tu. Dhamira ya serikali yetu ilikuwa ni kuchukua watalii zaidi ya mia moja kwenye ndege moja, ili tuwawezeshe kufika na kuweza kuenjoi maisha kwenye hifadhi yetu ya Taifa Mikumi. Kwa, kwa TANAPA, hakikisheni mpaka tarehe tano ya mwezi wa kumi na mbili tayari tupate mkandarasi mwingine tumalizie, na angalau kwa miezi sita kiwanja hiki cha ndege cha Mikumi kiwe kimekamilika tayari kwa kuwaleta watalii wetu, na tuendelee kufurahia fedha iliyowekezwa, lakini mali asili ambazo Mwenyezi Mungu ametubariki ndani ya taifa letu. Morogoro ni mkoa wenye hifadhi tatu za taifa. Ndani ya Morogoro tuna hifadhi ya Mwalimu Nyerere, tuna hifadhi ya Udzungwa na tuna hifadhi hii ya Mikumi tangu SGR imeanza kutoa huduma hifadhi ya masalan kwa mfano, katika kipindi kama hiki cha miezi mitatu ya mwanzo ya mwaka e... wa fedha mwaka jana kulikuwa na watu elfu hamsini walioingia ndani ya hifadhi ya Mikumi. Leo kipindi hikiki hiki, miezi mitatu ya kwanza wameingia watu zaidi ya elfu sitini na sita maana yake nini? Lile ongezeko la watu elfu kumi na sita limetokana na nini na nini kinachosukuma hicho sasa. Sisi nasema hilo ongezeko linatokana katika mambo mengi, tumefanya tathmini, lakini moja ni hali ya Tanzania na maboresho ya sera za utalii mbalimbali zinazochukuliwa, lakini zipo vitu vingine nje ya sekta ya utalii zinazochangia, na moja katika hiyo ni swala la SGR. Jambo lingine la faraja sana ni kwamba tumeangalia miradi mingine ambayo mheshimiwa waziri ameitolea maelezo e mradi wa airport ya Mikumi ambayo ndio airport kubwa katika mkoa wa Morogoro. Matarajio yetu ni kwamba airport hiyo ikikamilika, kwa watu wanaotaka kuja Morogoro wakiwa nje ya mkoa ambao hawaji kwa SGR ama hawaji kwa barabara, watakuja kwa ndege, kwa sababu ni airport kubwa inatenga. Kwa hiyo zile ndege Q4 za air Tanzania zinaweza katengeneza utaratibu, wakisema inatoka dar es Salaam, inatua Mikumi, inatoka Mikumi inaenda Iringa natoka Dar es Salaam atua Mikumi naenda Mbeya au Tabora au Dodoma. Vitu viko vingi, lakini kusema kweli ni kwamba tukipata ile nani tutakuwa tumeongeza wigo wa, wa uchumi wa Morogoro. matumizi mabaya ya eneo hili la barabara kubwa ya Dar es Salaam Morogoro Iringa, e, madereva wanafanya fujo sana wakipita hapa katikati. Sasa hilo ni mojawapo la, la, la matumizi mabaya ya barabara. Lakini kimsingi e, pia barabara, magari yanaharibika yanacha uchafu umu, anafanya nini sasa. Ndugu zangu Watanzania, wajue tu kwamba hii rasilimali hii ya taifa, wengine sisi Tanzania labda tunazo nyingi, kwa hiyo tunalewa nazo, lakini wenzetu, hii inaweza ikawa ndio hifadhi moja ya taifa nchi nzima inategemea hifadhi kama hii. Huwezi kukuta mauchafu haya, watu wanatupa matairi, wanatupa mifuko sijui, yani barabara kuu hii wameichafua sana. Sasa tumekubaliana kwamba labda tupate mchango e, ambapo sisi wengine wote kwa namna yote tunapotumia barabara hii tuchangie kwenye masuala ya mazingira, utunzaji wa mazingira, lakini pia hifadhi ya wanyamapori.